Wahitimu wa shahada ya juu ya taaluma ya ununuzi na ugavi wametakiwa kuonesha uzalendo na utayari katika kulitumikia taifa kwa uadilifu na uaminifu huku wakisimamia vyema viapo walivyoviapa. Nora Damian na taarifa kamili. Wito huo umetolewa leo na naibu katibu mkuu wizara ya fedha, Jenifa Omoro, wakati wa maafali ya kumi na nne ya bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi, ambapo amesema taaluma hiyo imeendelea kukua na kuvutia wanafunzi wengi katika vyuo vikuu nchini na kitu kikubwa kinachotakiwa katika fani hiyo ni maadili na uaminifu kwa upande wa serikali na hata pia walezi wa kada hii. swala la na maadili na, na walezi kwenye taaluma tunalichukua kwa uzito mkubwa Kwani limekuwa ni changamoto kubwa kwenye sekta hii ya ununuzi na ugavi. Nina imani kwamba wahitimu wa shahada ya juu ya kitaaluma ya ununuzi na ugavi mtaonyesha uzalendo na utayari wenu katika kulitumikia taaluma na nchi yetu kwa uadilifu na weledi. Ili kuendelea kuinua taaluma ya ununuzi na ugavi, natakiwa kama bodi ya kitaaluma kuongeza thamani katika mtaala yenu, mathalam kuwajengea uwezo Wata, wanataaluma wenu na kuendelea kuboresha mitaala ya kitaaluma ili kuende, kuendana na kasi ya mabadiliko ya kiteknolojia na hivyo kuepuka wataalamu kukosa maarifa stahiki. Kwa hiyo mimi hapa nimesimama mbali na kuwapongeza kuwatia moyo, lakini kuwatahadharisha. Viapo mtakavyokula ni agano la nyinyi na jamii inayozunguka, lakini chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu, tunafahamu madhara kiuka viapo. Kwa hiyo naomba niwatahadharishe kwamba ni vizuri tukule viapo, lakini tuishi katika viapo hivyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi amesema wameanza kutoa mafunzo maalum ya ukaguzi kwa wataalamu hao, ili kuwajengea maarifa na ujuzi katika kukagua mnyororo mzima wa ununuzi na ugavi. tunaendelea kuzingatia swala la mahadi na weledi katika kusimamia usimamizi wetu, na hususani katika eneo la utoaji mafunzo ya kitaaluma na usimamizi wa mitihani, tumeanza kutoa mafunzo maalumu ya ukaguzi na njia za ukaguzi kwa wataalamu wa ununuzi na ugavi, ili kuwajengea maarifa na ujuzi wa ukaguzi na njia zake, ili bodi hii iweze kuwasajili wakaguzi wa mnyororo wa ununuzi na ugavi nchini watakao tumika katika kukagua utendaji wa mnyororo wa ununuzi na ugavi. Hadi sasa serikali imetia nguvu na, na itimu, thamani yake imeonekana, na tunahitaji sisi wahitimu kwenda kuongeza thamani kwenye hii sekta ya manunuzi kwa kuhakikisha kwanza tunafanya hii ma, maswala ya manunuzi katika professional way na katika kuzingatia miiko na maadili ya kazi ili kuweza kuboresha na kuipa thamani hii kazi hii professional. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian.